Asante sana Mr. Spika. Mimi kwa majina naitwa Nuru Okanga aspirant wa 2027 Horera Ward. Senior memba ya bunge ya Karanda and senior member memba wa wahorera Ward. Na Mr. Spika, nataka ni challenge kwa youth create wale wanakuanga hapa. Usikuje tu hapa kusema utasimama na uendangi nyumbani. Watu nyumbani hawakujui. Hakikisha ukisema unasimama kitu yeyote, iwa hapa Nairobi, hakikisha umefikia wale watu wa chini umewasupport. Kama ni nyumbani, enda nyumbani. Oria anasema anasimama na hii last hii, hajaenda nyumbani. Viongozi wamegawa Christmas, hajakuwa home. Mr. Speaker, vijana tukue serious, tuongee kitu tukimaanisha hatuwezi kuwa tunasema wazee makatalia kwa viti na sisi tuko na education, hatutaki kujitoa kwa ulingo wa siasa. Mr. Speaker, nikienda kwa mada, mimi najitambua, nataka ni challenge William Samoei Ruto ambaye ni president wa hii nchi ambaye baba alimsaidia kung'olewa na Gen Z kama angekuwa baba leo hii William Samuel Ruto angekuwa sogoi. Mr Speaker, nimeona akijipiga kifua ya kwamba yeye last election alishinda na 200 votes 200,000. Hiyo election ambayo inakuja, anaenda kushinda na 3 million. Awande challenge Mr Ruto na ni kupigie hesabu ndio ujuu unaenda nyumbani hesabu e, sichukue State House. Hao watu umeita hapo, hao wabunge hawapigi kura, wanalinda kura yao. Nataka nikupigia hesabu rais Mr William, Mr William, kura maundi Kenya hiyo nayo sahau, sahau kabisa. Na kama wawo ni mwanaume kweli, unaenda kushinda kura, mbona opposition ni uze sera zao, mbona upeni Rigathi Gachagua nafasi? Mwanaume anajitambua wenye Uhuru Kenyatta alijitambua, kati Raila alikuwa Uhuru Kenyatta kwa anashughulika na Raila alikuwa na wake, Raila anaongea na wananchi jioni, Raila anaenda Karen. Wachilia Gachagua nafasi, aongee ile takataka yake amezoea. Akishamaliza hata kuja State House, ataenda Runda kulala ama ataenda wa mnyoro huko, ama ataenda madhira. and Mr. Ruto, wewe ukisema utashinda kura kura maundi, Kenya imeenda yote, haiko kura ya western. Natembea ndio ameshika kwa mkono na ameweka kwa mfuko. Wewe West toa western kura, mtavaje? Anakudanganya, mtavaje? Anakuja peke yake, mtavaje? Ameacha walio njaa Mdavadi ameejalia nateseka, Mdavadi anakuinjoi, Mudavadi na Wetangula sio watu tena Western. Hata mimi Nurokenga nimeshinda Mdabadi umaarufu Western na watu Mdavadi na Wetangula ni watu wakiweka kwa tumbo wameshiba. William Mazamoi Ruto kule Western msemaji wetu wa Western ni George natembea tembea, mutu sikudanganye, Mudavadi ako na umaarufu Western. Mudavadi, kiwanja ya primary awezi jaza watu mia mbili, na mimi ndio kiboko ya Mudavadi kule Western. mimi ndio kiboko ya wetangule kule Western. Mimi ndio nimepewa limandati na George natembea

Tunaanza na Wetangula, wewe, kwa nini wewe hujajiweka hapo ukuwa mtu wa 57 nyumbani? Bunge wetangu ya Wetangula imejaa na corruption.